Hifadhi ya ya Taifa ya Tarangire, kwa majina ni Afisa Hifadhi Mkuu Upendo Massawe nasimamia kitengo cha, nasimamia sehemu ya utalii na pia na kaimu nafasi ya mkuu wa hifadhi. hifadhi ya Taifa ya Tarangire iko kaskazini mwa Tanzania, imepakana na mikoa mitatu: Arusha, Manyara na Dodoma, eneo ambalo limefanyiwa tafiti na kuonekana kwamba na vitu nadra hapa kuna jamii ya tembo au familia ya tembo ambayo inazaa mapacha kwa Tarangire, na tulikuwa kwenye jitihada sasa ya kuomba TAWIRI wawaweke kola wale wanyama, ili mtu akitaka kuja iwe rahisi kumwona na tuweze kumtumia kutali, kumtangaza kwamba karibu Tarangire uweze kuona tembo ambao wanazaa mapacha. Kwa hiyo hili likikamilika, tutalitumia pia kiutalii kutangaza eneo hili letu. Tumeboresha huduma zetu ili tuweze kutoa kwa viwango vya kimataifa. Ukifika kwenye lango letu, tunatumia, tunatumia Smart Gate. Na tumeweka kwa upande wa kuingia tumeweka malango mawili ili kuhakikisha kwamba hakutakuwepo na msongamano wa wageni wanapofika kwenye lango letu. Lakini pia tumeboresha, uh, mfumo wa kupokea mapato kwa upande wa shirika. Badala ya mtu kuja na keshi kama ilivyokuwa zamani, sasa hivi tuna mfumo ambao mtu tu opereta au mgeni anakuja mwenyewe kama mwenyewe anaweza akaingiza uh, information zake zote akafanya malipo hata kabla hajafika. Tukiangalia takwimu za wageni tunaona, tukiangalia kabla ya Covid hifadhi bado ilikuwa na uwezo. 2018 19, Hifadhi ya Taifa ya Tarangire ilipokea wageni laki mbili elfu kumi na sita, mia tisa hamsini na sita na mapato yakiwa ni bilioni 29.6. Mwaka uliofuata ambayo ilikuwa ni ndio Covid imeanza wageni walishuka kwa asilimia kumi na moja tukapata wageni mia laki moja tisini na mbili mia mbili kumi na sita na mapato pia yalishuka kidogo, lakini shida kubwa ilikuja kuonekana kumi na tisa ishirini ishirini, ambako wageni sasa walishuka kwa asilimia sitini na nane na mapato asili, asilimia sabini na nane wageni walifika kutoka laki moja tisini na mbili mpaka kuja wageni 6 kwa hiyo, kwa kipindi hiki tunaona kwamba sasa shirika lilishindwa kujiendesha. Tunaona pia ni kipindi ambacho Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alikitumia kipindi hiki kikamilifu, kwamba ili tunapotoka kwenye hili janga, basi tuwe tumejitangaza vizuri kiutalii. Akatengeneza filamu ya The Royal Tour ambayo ilitengenezwa uh, kwa lengo la kuelezea dunia vivutio vilivyoko utalii, na alikwenda maeneo yale ambayo pia tunajua yamekuwa yakitumika na wenzetu kwamba yako kwenye maeneo yao, sasa kuonyesha dunia kwamba Kilimanjaro iko Tanzania, mlima Kilimanjaro, lakini Serengeti pia iko Tanzania. Kwa hiyo baada ya the Royal Tour kufanyika na jitihada nyingine za serikali za kuweka mikakati kama mpango wa awamu ya tatu wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano kuhakikisha kwamba Tanzania inapokea wageni milioni tano lakini na kufikia dola za Kimarekani bilioni sita. Kwa hiyo kama TANAPA ni lazima kuhakikisha mipango hii ambayo serikali imeweka tunaifanyia kazi. Tumekuja hapa kutembelea kuona wanyama wetu kuona uzuri wa nchi yetu, lakini pia kuwaonyesha wageni uzuri wa Tanzania. Na hii inaweza kusema kwamba Royal Tour imekuwa ni sababu kubwa ya kuhamasisha watu wengine kuweza kuja kuona wanyama wetu kwa wingi zaidi. Kama mtakumbuka, uongezeko uh, la watalii imekuwa kubwa baada ya Royal Tour kwa hivyo tumekuja kwa muda mfupi huu, lakini tukitoka hapa tutakwenda mpaka Ngorongoro. Kiukweli, tokea hii Royal Tour ime mama amefanya hii film, ongezeko la wageni imeongezeka, na pia hifadhi zimechangamka. Sasa kwa kweli, puni yaongeze tu ufanisi wa kazi zao, wawe na gari nzuri, ili pia wale wageni wanavokuja wapate huduma nzuri, lakini pia wale wandani ambao hawajui hifadhi zetu zikoje wakija watajua ubora na uzuri wa hifadhi zetu.